familia ya Dar es Salaam Tanzanite TV. Kwa mara nyingine tena uko na mimi mtangazaji wako Chameng Mama ambaye nakuletea mada mbalimbali kutokana na jamii inayozunguka. Na leo hii basi nipo mazingira ya Benako sem fulani almaarufu parking. Hapa nimekutana na wadau wamba fulani hivi timu mbili ambazo zipo katika ushindani mkali na kila mmoja anategemea kufuzu katika mechi inayofuata. Nitaanza na kushoto kwangu. Bwana, mambo vipi? Safi tu. Hali yako? Salama, namshukuru Mungu. Vipi michakato? Michakato iko fresh tu. Tukienda kwenye upande wa michezo, timu ipi ndio rafiki kwako? ni Simba Sports Club. Nyama nyama mwenyewe Simba kindakindaki <laughs> ni mwenyewe. Basi usijimalize eh bwana. Kulia kwangu mambo ni aje? Safi. habari yako? Safi kabisa freshi, namshukuru Mungu. Vipi kwa upande wako, ni shabiki wa timu gani? Mimi mwananchi kindakindaki kabisa, kinda kindakindaki eh. Yaani ukikatwa damu natoka Yanga hakuna <laughs> <laughs> <laughs> shida, kwa sababu leo nimekutana na timu zote, nimekutana na mashabiki wa timu zote mbili. Basi kwa upande wangu kila mtu atazungumza nafasi yake kutokana na mechi ambayo imechezwa hizi siku kadhaa za nyuma. Niambie, unalizungumzia. Asante sana, tuko maeneo moja ya parking, tunazungumzia swala zima la michezo. Tumekutana na mashabiki wa timu zote mbili. Sasa tunaanza bwana. Leo umesema ni shabiki wa Simba. Nazungumziaje timu yako na mwenendo wa timu yako mpaka sasa hivi? Ah, timu yangu kwa kifupi iko vizuri, iko vizuri, japo kuna mali na feli, lakini mvumilivu hula mbivu. Tunakuelekea kulingana na, tuna na usajili uko hapo sasa hivi kwa kidogo sasa hivi, unaleta ule umolali, unaleta mlali sasa hivi, sasa hivi at least hata pasi zinavyoenda, hata mpira unakuwa unafika kwa golikipa kwao kuelekea kule mbele, taga kufanya vizuri. Amuhimu e, washabiki wenzangu Club Simba, Simba, Simba wasikate tamaa, wasivunjike moyo. Kuna siku tutafly kuna siku tutafly. Najua sasa hivi wengi wana majonzi lakini Simba. Ndio, mehili, yo, Simba Simba, una kuelekea Simba, shida shida iko pande zote mbili najua tukiangalia kama, kama wa, wa, wa, wa zetu, wenyewe wachezaji wa, wa, wa wanavyocheza mpira kwanza, nishauri Simba, wale wachezaji wa, wa Simba Sp, Sp Sports Club wanapoenda katika kucheza mpira wajitume kama timu ya kwao, yaani wanavyocheza mpira. Hawezi kuniambia wachezaji ni wabaya, hapana, wachezaji wazuri, lakini wanapokuja kucheza wanafeli. Kuna mahali wanafeli, yani wanacheza sio ile ya kutoka moyoni Simba mkiangalia, kina Pakoma anavyocheza anavyocheza mpira, anacheza mpira kutoka moyoni, anakuwa kama timu ya kwake. Yani anabeba ile timu kama ya kwake. Sasa na sisi tunachotakiwa kufanya sisi, si Simba natakiwa wachezaji wenyewe, acha na viongozi, acha viongozi, acha wanaosajili, hapana, mchezaji mwenyewe ajihami anavyocheza cheze kama yeye Tutarudi kwako kwa baadaye. Habari sasa hivi? Safi kabisa. Tunazungumziaje upande wa ya timu yako mpaka sasa hivi inapofikia? Ah, timu yangu iko vizuri japo kwenye kundi naona bado niko vizuri na na asilimia bado ya kuvuka hata kwenye ligi kuu naona niko vizuri. Hamna sema bado mshafe asilimia 90%. Mchezo ah, wa juzi ulopita bana, mashabiki wa Simba ah, ni kama mmekata tamaa mashabiki wa Yanga. Mmekata tamaa. Nini hasa mimi wachezaji, mashabiki wasikate tamaa, bado nafasi mnayo. Ah walikata tamaa ni wale mashabiki nja. Lakini sisi washabiki kindakindaki bado tuna imani na timu yetu. Tuna asilimia sabini na tano timu yetu, yetu kwenda aaa wa kufunga mwarabu goli tatu nyumbani okay. na hakika unakumbuka, imempiga goli nne umempiga kwa Mkapa kwa hiyo zile kumbukumbu aa, nazo na e, timu haijavunjika bado, iko pale pale. Kwa hiyo malabu hiyo lazima nimpasue pale. Mimi natowasi washabiki tujitokeze uwanjani tu support timu yetu eh, kwa hiyo tu support timu yetu tukapiga kelele pale, hata malabu pale atajua kwa Tanzania kuna timu. Nashukuru sana. Na hizi tunarudi upande wako kama shabiki wa Simba. Ndio. Hizi baada ya mechi kuna tukio limetokea uwanjani. Hasa mashabiki kama ni mashabiki wa Simba ambao mnakuwa na asili hapo, timu yenu imepoteza, yeah. Kuna shabiki mmoja alimpiga kiongozi, unazungumziaje? Ni sahihi au sio sahihi? Ah, mi naweza kusema ushabiki uko uko na mbili tofauti, kuna mshabiki anajitambua na kuna mshabiki asijitambua. Uwezi kwenda ku, ukampiga mangungu mangungu, haendi kucheza mpira Mungu yeye anakaa kusajili kuleta mchakato wa kusajili. Anacheza mpira ni mchezaji. Kwa hiyo ile ya kusema kufeli mpige kiongozi hiyo sio. Cha kufanya tokeo angalau wapi yule anaenda kumpiga kiongozi, tokeo afuate viongozi wa shauri bana. Tumefeli hapa, tutoke hapa, tembea hapa. Ile ya kumpiga kiongozi naona huyo sio mshabiki wa Simba. Sio mshabiki wa Simba kwa maana kwamba hana kadi, ana kadi. Juzi hata hivyo alikuwa anazungumzia kwamba yeye ni mwanachama. Mashabiki ninyi ndio mnaumia, mnapitia wakati mgumu. Wachezaji performance yao imeshuka sana inamaanisha ina kwamba viongozi hawasi wachezaji. Je, hiyo ni sahihi au sio sahihi ya kwamba viongozi si wachezaji wacheze? Lakini bado kidogo, unajua kama sio bahati yako hata ungefanya vipi. Kuna siku nakumbuka tumeongoza msimu minne tukimpiga Yanga mpiga nje ndani kote, lakini sasa hivi zamu yao. Kwa hiyo mimi bado, washabiki wangu shabiki zangu asivunjike moyo bado. Ah, timu ya Simba mimi ninavyoiona, tatizo si kwamba liko kwa uongozi yani, tatizo sio kwamba ipo kwa wachezaji, hata pia kwa uongozi yani uongozi wao wanatakiwa wakae sehemu moja waliweke sawa, pia hata mwekezaji awasikilize washabiki wa wanachama, wamalize tatizo. Bila hivyo, yanga si taendelea kupasua mwamba. Eh, sana bwana, maisha nashukuru. Tulikuwa na eneo moja hapa tukizungumzia swala zima la michezo husu timu zote mbili, Simba na Yanga, kila moja amezungumza kutokana na uelewa wake. Shukrani sana, tukutane wakati mwingine.